Create multiple sources of income income. A single income will never make you affluent. Watu wengi wanapata shida kwa sababu wanategemea chanzo kimoja. Nataka nikuhamishe leo kwenye kutegemea chanzo kimoja, nikupeleke kwenye mind ya kutegemea vyanzo vingi vya mapato. Chanzo kimoja ni kama kuja Mwanza kwa bajaji kutoka Dar es Salaam. Lakini vyanzo vingi ni kama kupanda ndege Dar es Salaam kuja Mwanza ndani ya saa moja, umefika kama unataka kutimiza ndoto zako za mapato, uweze ku afford maisha. Wote tunataka ku afford life, hapa kila mtu anataka ku afford life. Kifika wakati wa kulipa school fees za watoto usihangaike. Ukienda kwenye restaurant kula chakula cha jioni na familia yako, usiangalie mkono wa kulia kusoma bei. Si mnanielewa wangapi? Anamwelewa mwalimu? Nataka tufikie levo, ukienda kula chakula hauangalii, hauanzii kulia kuja kushoto. Nataka ukifika kwenye hoteli kulala, hauulizi hapa vyumba shilingi ngapi. Make money awake, make money asleep. Umelala kuna hela zinaingia, uko macho pesa zinaingia. Never, never depend on a single source of income. Utaishi maisha ya kulalamika, maisha ya kukomplaini, mtoto akivunja grasi nyumbani unakuwa mkali, I want you to move. La, kitakachotoa huko, ni vyanzo vingi vya mapato. Create multiple sources of income.